Hello, mambo vipi mtazamaji wa Jiko Point, jina langu ni Fatma Hussein. Na leo tunaenda kuani boksi boksi letu la presu cuka ya West Point ambayo inapatikana ndani ya Jiko Point, chukua moja na sabini tu. Ni presa cuoka ya manyo kama unavyojiona boksi lake hapa tunaenda ku unbox. Kwa hiyo utakuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho tunaenda ku unbox pressure cooker yetu, tunaona ni kitu gani ambacho kipo, lakini ni kitu gani ambacho pia tutajivunia kuwa nacho kwa siku ya leo ndani ya pressure cooker hii. Tunajua kila mtu anakuwa na pressure cooker yake anayoipenda, lakini leo tuna hii West Point ambayo unaipata kwa laki moja na sabini tu ndani ya Jiko Point. Hivyo, ungana nami mwanzo mpaka mwisho, twende tuka unbox zawadi yetu hii ambayo unaweza kumpa bibi harusi, mama mjamzito ambaye amejifungua kwa ajili ya kuandaa supu mbalimbali kwepo nyama, samaki pamoja na kutengeneza mtoli. Ungana nami tuna unbox mzigo wetu. Kama mnavyoona ni kitu kipya kabisa, tuna ki unbox, tunaona nini ambacho kipo iwapo ukinunua mzigo huu kutoka Jiko Point, hivi ndio unatakiwa uukute. Tunatoa kitu cha kwanza tunatoa pressure cooker yetu yenyewe, ndio hii hapa. Ndani inaonekana hivi boksi letu, ina maana kitu kinaonekana bado kipya kabisa. Hatua inayofuata tumetoa karatasi ambalo lipo kwenye pressure cooker yetu. Tunaenda kufungua sasa chombo chetu ama jiko letu lenyewe la pressure cooker. Hapa kabla hujafungua, unaona kabisa wamekuandikia attention please light up the pressure limitation valve to release the air when opening the lid. Hapa juu kuna kwa kuna maelezo ambayo yanakuelekeza namna ya kufungua mfuniko huu wa pressure cooker iwapo utakuwa unapika. Kwa hiyo maelekezo sio tu kwenye kidaftari ambacho utapewa, lakini pia huku juu unakutana na maelezo nafungua eshakuka yetu, tumefungua hapa. Ni mfuniko na kwenye mfuniko unaona kuna hii valve ambayo ipo sealed, imefungwa na hichi kiliboni kama unavyokiona, kinaonyesha kwamba kuna valve ambayo imefunikwa, lakini mfuniko tayari uzuri ni kwamba ukinua West Point pressure cooker ni kwamba unakuta kila kitu tayari kimeshafanywa setup, tofauti na pressure cooker nyingine ambazo utahitaji kufanya setup wewe mwenyewe. Hii kila kitu ambacho unakihitaji tayari kimeshafanywa setup, upo mfuniko, kila kitu kiko sehemu yake. Utakutana na warranty. Hapa warranty ni ya mwaka mmoja. Unapewa warranty ya mwaka mmoja ni kesi chombo chako kikiharibika unakirudisha kwa wahusika wanakurudisha. Watu wengi wamekuwa wakilalamika wananunua pressure cooker, kabla lakini zinaharibikia je, muda wao kuisha akii unawauliza mna warranty wanakuambia hatuna. Ni kampuni gani umenunua? Hawana majibu. Kwa hiyo wakati unanunua pressure cooker yako, pia hakikisha unapewa warranty kama sisi ambayo tunaitoa hapa ndani ya Jiko Point. Hapa utakutana na kitabu hichi ni user guide ambacho kinakuelekeza wewe namna ya kutumia. Kuna lugha ya Kiingereza, lakini pia kuna lugha ya Kifaransa humu ambayo imeandikwa, ni chepesi unaweza usielewe lugha ambayo imeandikwa, lakini ukaelewa michoro ambayo ipo, kwa sababu wamekuonyesha hatua kwa hatua namna ya kutumia, kuanzia jinsi ya kuwasha, kufunga, mpaka matumizi ya vitu ambavyo unaweza kuipika kwa kutumia pressure cooker hii. Ni rahisi kukitumia, ila kama huelewi lugha zote, mimi bado nipo kwa ajili yako kukuelekeza namna ya kutumia kitabu hicho. Hapa tuna kikombe hichi hapa, hichi kikombe. Video inayofuata nitakuelekeza namna ya kukitumia hichi kikombe, ila kwa sasa tuna hichi kikombe. Ndani ya pressure cooker yetu kuna huu waya ambao ni waya unaotumika kwa ajili ya kuweka kwenye sockets ambapo utaunganisha kwenye pressure cooker yako na kisha uconnect moja kwa moja kwenye umeme. Na waya huu unakuwa umezigwa hapa. Unavoona tukikuzia pesha kuka sio kwa waya mboko salama. Sio hivyo tu, unakutana na kijiko cha plastiki hichi hapa, kinakusaidia wewe kuendelea kuhifadhi sufuria lako kwa muda mrefu. Kwa kijiko hichi cha plastiki ni salama kwa ajili ya matumizi ya pesha kuka yako, hasa sufuria lako la nani stiki ambayo unalipata kwenye pesha kuka. Sio hivyo tu, tunaenda sasa ku unbox kutoa sufuria lenyewe. sufuria so, letu ndo hili hapa, kama unavyoliona linakuonyesha vipimo na kwa ndani pia unakuonyesha kuonyesha hivyo hivyo kwa ndani kwamba unatakiwa kuvipimo viko huku pande huu na unatakiwa uweke kiasi gani. Sufuria hili ni zito na ni la lita sita. Peshakuka zipo za saizi tofauti, kuna lita sita lita nane lita kumi na lita kumi na mbili lakini kwa familia ya watu wanne mpaka sita, asilimia kubwa wanapenda kutumia pesha kuka ya lita sita kwa sababu inakidhi haja zao. Sasa tunarudi kwenye jiko letu lenyewe la shinikizo ambalo ambayo ndio pressure cooker. Watu wengi wanahisi pressure cooker kwamba labda ni hili sufuria ni pressure cooker, hapana. Hili ni sufuria tu la nani stick. Pressure cooker lenyewe ndio hii hapa, ndio kifaa chako hichi hapa ambacho ni pressure cooker. Hichi ni kifaa chako ambacho unahitaji kukitunza kwa muda wote. Hakitakiwi kugusa maji lakini West Point Pressure Cooker ambayo unaitoa ndani ya Jiko Point, utakutana na vitu hivi ambavyo kuna hili jiko lenyewe, kuna sufuria, kuna kikombe, kuna kijiko, kuna waya kwa ajili ya kufungia, kuna warranty ambayo hii ndo mdhamana wako kifaa chako kiharibika, unakirudisha na unapewa kifaa kingine, na kama kikihitaji marekebisho, basi kitafanyiwa marekebisho na mafundi ambao kwetu tunawaamini na tutakurudishia kiwa salama salimini. Lakini pia kuna kitabu cha mwongozo ambacho kitakuelekeza wewe namna ya kutumia pressure cooker hii mwanzo mpaka mwisho. Sio hivyo tu, utakutana na mfuniko ambao upo seli na tayari umeshafunikwa na kuweka kila kitu. Mfuniko huu una mpira ambao upo unahichi hapa kama unavyoona, ina maana ni mfuniko wa imara na ni mzito na unafaa kwa matumizi yako. Hivi ndio vitu ambavyo unakutana navyo ukinunua pressure cooker yako mpya kutoka Jiko Point. Unataka nini tena? Bei yake ni laki moja na sabini tu, unapata pesha kuka hii. Unaweza ukalipia kidogo kidogo, ama ukalipia kwa pamoja. Unaweza ukawa unalipia kila siku elfu mbili na bado ukapata kifaa chako. Sasa unasubiria nini? Kwa nini upate stress za kufikiria kwamba nampelekea mama Amina nini kwenye harusi ya binti yake? Nunulie pesha kuka. Mama mjamzito anaenda kujifungua, kwa ajili ya kumrahisishia kazi yake, atapika supu asubuhi ya nyama ya mbuzi, ya kuku, ya samaki, mambo anakuwa rahisi kwa muda mchache lakini mama mjamzito anafurahia na mama aliyejifungua pia anafurahia. Hivi unasubiri nini kupata presha kuka yako hii ambayo itarahisisha mapishi yako jikoni? Tupigie simu 0677088088 kupata presha kuka yako ya kisasa, lakini pia kwa bei nafuu. Unalipa kidogo kidogo, lakini unaweza kulipa kwa pamoja pia, mpaka kifaa chako kitakapokuwa mikononi mwako. unasubiri nini? Karibu j jina langu ni Fatma Oseni. Tukutane tena katika video nyingine ambayo nitakuelekeza namna ya kupima vipimo sahihi vya chakula kwa kutumia pressure cooker.